kuna sababu tatu za kusujudu sijda tusahwe na hapa nataka unisikilize kwa makini sana kwa sababu kuna wakati unatakiwa usujudu sijda tusahwe kabla kutoa salamu na kuna wakati unatekana usujudu sijda tusahwi baada ya kutoa salamu sijda tusahwi ni gani hii ni sijda mtu anatekana kusujudu ikiwa amesahau kitu ndani ya sala kuna wakati huu umesahau sijui ni rakaa ya ngapi hii ya pili au ya tatu au pengine umezidisha kitu ndani ya sala, umerukuu mara mbili, au swala raka mbili umeswali raka ya tatu, au raka ya tatu ukaswali nne, au ya nne ukaswali tano. Yani ala kulli hal umesahau kitu, hukufanya kusudi. Kuna kitu umekifanya hakiko sawa ila kwa kusahau, ndio kuna sijda inaitwa sijda tu sahwi, yani sijda ya kusahau unatakaniwa usujudu. Ndio zipo sababu tatu za kusujudu sijda tu sahwi. Sababu ya kwanza ni aziada, kuzidisha. Lau utazidisha kitu ndani ya swala, ima swala raka mbili ukaswali tatu, au ya tatu nne, nne tano, au kusujudu, umesujudu zaidi ya mara mbili. Umesujudu ukakaa, ukasujudu ukakaa, ukasujudu tena, ukafikiria ni kama hii ndo ni ya kwanza, sasa inaenda ya pili, kumbe baadaye ndo nakumbuka ile ilikuwa ni ya tatu. Ala kule hal, umezidisha kitu ndani ya swala Unatekaniwa usujudu sijda tu sahwi, ila baada ya kutoa salamu. Yani unakaa tashahudi yako, unaendelea na sala yako kama kawaida, mbao ukifikile atahiyatu, ni tashahudi ya mwisho atahiyatu lillahi, ushamaliza baki tu kutoa salamu. Unatoa salamu, kisha ndo unasujudu sijda tu sahwi. Unasujudu sijda mbili, sijda tu sahwi ni sijda mbili. Unasujudu sijda ya kwanza unakaa, unasujudu tena, unakaa. Unasema nini ukisujudu? Unasema yale yale maneno huwa unayasema wakati umesujudu katika swala, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Na kisha utakaa utasema ile ile, rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wa'adini wa'afini wa'afani, yani ile ile wewe unaisema kwenye kikao chenye kipo baina ya sijda mbili kisha unasujudu sijda ya pili. Ukikaa hauanzi tena atahiyatu, unatoa tena salamu kwa mara nyingine, assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum wa rahmatullah. Hii ni hali ya kwanza kusujudu sijda tusahwi ukiwa umezidisha kitu katika sala. Ama hali ya pili ya kusujudu sijda tusahwi ni kupunguza kitu ndani ya sala, yani umesahau, ila kusahau kwako si kuzidisha, umepunguza kitu ndani ya sala, na hii unatakiwa uwe makini sana kwa sababu kuna vitu ndani ya swala vinaitwa arkan. Arkan maanake ni nguzo za swala. Lau katika kusahau kwako wewe umesahau nguzo ya swala, si kusujudu sijatusahwi, unataka na urudi nyuma kuitekeleza ile uliyosahau. Na nilitengeneza video kuelezea nguzo za swala, pengine ni peruzi peruzi tu haraka haraka. Nguzo ya kwanza ya swala ni kusimama. Kusimama ni nguzo, na kisha kupiga takbiratul ihram, hii ni nguzo ya takbira ya kuharamisha ya kwanza kabisa, Allahu akbar. Hii ni nguzo yengine inayofuatia ni suratul Fatiha, kusoma Fatiha ni nguzo, na kisha kurukuu ni nguzo, kuitidali ni nguzo, na zile sijida mbili zote ni nguzo kati ya nguzo za sala, na kile kikao chenye kipo baina ya sijda mbili ni nguzo pia, na tashahudi ya mwisho ni yaani kile kikao cha atahiyatu cha pili kile ni katika nguzo za sala na kumswalia Bwana Mtume Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, katika kikao wa hiki pia ni nguzo kati ya nguzo za sala. Na nguzo nyingine ni kutoa salamu, salamu ya kwanza yamina, hii ni kati ya nguzo za sala. Kwa hiyo hivi vitu, lau utaacha moja kati ya hivi sikusujudu sujudu sijdatu sahwi, bali inakuwa sala yako imeharibika ila lau utakumbuka wakati bado uko ndani ya swala, pengine, kwa mfano, mtu baada ya sura tul Fatiha akasoma sura nyingine, anaza kanoa aruku lakini hakuruku yeye, alipoachilia mikono akasahau, akahisi asharuku paka shaiti dali yeye akasujudu. Upo katika sijda, ndio unakumbuka mimi sija sija ruku, unatakanoa uenuke, kwa sababu ulichokiacha ni nguzo kati ya nguzo za swala, sikuendelea. Kisha utasujudu sijda tusahwi, ila bali unatakanoa uenuke na urukuu, yani unaitekeleza ile nguzo uliyoacha. Mtu amesujudu sijda ya kwanza, anatakiwa akae asujudu sijda ya pili. Ila yeye aliposujudu sijda ya kwanza akainuka kuiswali raka nyingine, yani akafikiria ni kama ile ndio ya pili. Baadaye ndo tunakumbuka mimi nimesujudu sijda moja, sikuendelea na sala, kisha utasujudu sijda tu sawi, la ulichokiacha ni nguzo. Kwa hiyo ni muhimu kila mmoja ajue nguzo za sala. Kwa hiyo unatakiwa urudi ukae kile kikao cha kipo baina ya sijda mbili, na kisha usujudu sijda ya pili na ndo uenuke uendelee na swala, kisha kabla ya kutoa salamu utasujudu sijda tu sahwi, kwa sababu kile kitendo ulichokifanya kwamba ulikuwa umeenuka kisha ndo ukarudi uka, hiyo vitendo vyenye umevifanya umevifanya kwa kusahau, ulikuwa umesahau kitu kwa hiyo utasujudu sijda tu sahwi kabla ya kutoa salamu, kisha ndo baadaye utatoa salamu. Kwa hiyo hali ya pili ya kusujudu sijda tu sahwi ni kupunguza kitu ndani ya sala, yani umesahau kusahau kwako kwa sikuzidisha umepunguza ila kitu ulichokipunguza si katika nguzo za sala, ni katika wajibati sala. Kwa mfano, mtu anaswali swala ya raka ima tatu au swala ya raka nne, baada ya raka mbili anatakaniwa akae kikao cha tashahudi, yani atahiyatu lillah. Hichi kikao ni kikao cha lazima, si ruknu, ila ni katika wajibati sala. Sasa huyo mtu hakukae kikao, yeye akainuka kuiswali raka ya tatu, kisha ndo baadaye akumbuka mimi sikukaa tashahudi. Usivunje ukarudi kukaa kikao cha tashahudi, la ile si nguzo ya swala, bali endelea na swala yako, kisha kabla ya kutoa salamu ushakaa tahiyatu yako ya mwisho ushamaliza, baki tu kutoa salamu, utasujudu sijda mbili, kisha ndo utatoa salamu. Kwa hiyo unaona hapo kuna tofauti ya kuzidisha kitu ndani ya swala na kupunguza kitu ndani ya swala. Ukizidisha unatakaniwa usujudu baada ya kutoa salamu, kisha unatoa salamu tena na ukipunguza kitu ndani ya sala unatakiwa usujudu sijda tu sahwi kabla ya kutoa salamu. Na kisha hali ya tatu ya kusujudu sijda tu sahwi si kuzidisha wala si kupunguza, bali ni kuwa na shaka. Kuna wakati unakuwa na shaka, wewe hujui hii ni rakaa ya ngapi hivi, hii ni rakaa ya pili au ni rakaa ya tatu? Hii ni ya tatu au ni ya nne? Unakuwa na shaka kitu unachotakiwa kufanya ukiwa na hali kama hii, unatakaniwa ujenge yaqini, kwa sababu dini haiendi na shaka. Unatakiwa ujenge yaqini katika ile idadi ya chini. Ikiwa unajiuliza ni ya kwanza au ni ya pili, ifanye ni ya kwanza. Ndo swali ya pili unajiuliza ni ya pili au ni ya tatu, ifanye ni ya pili. Yaani unajenga yaqini kwa ile idadi ya chini. Umenielewa vizuri hapo? Ikuwa ni ya tatu au ni ya nne, ifanye ni ya tatu. Sifanya ndo ni ya nne. Vipi kwa ndo ilikuwa ni ya tatu. Swala yao katikuwa haijakamilika. Lakini leo utaifanya ni ya tatu, kumbe ilikuwa ni ya nne, na maana unayoiongeza ni ya tano, ndio kuna kusujudu sijda tosahwi, kuonesha huku hukuizidisha kwa kusudi, bali umesahau, swala yako itakuwa imekamilika. Ila ukaifanya ni ya nne, kumbe ilikuwa ni ya tatu, maana ulikuwa unashaka, unataka ujenge yakini kwa ile idadi ya chini. Sasa hapa utasujudu sijda tosahwi kabla ya kutoa salamu. Usisahau kugusa hiyo follow button ili uendelee kupata video kama hizi zakazo kufunza mambo sana na dini yako, na ishee video hii kwa mwingine na uweze kupata faida, insha Allah. Ujira wako utaupata kwa Allahu tabaraka wa taala. Wassalamu alaikum.